Serikali ya kijeshi nchini Burkina Faso imesema imezuia jaribio la kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi, Kapteni Ibrahim Traore, linalotajwa kuratibiwa na baadhi ya wanajeshi walioko katika serikali yake na walioko nje ya nchi. Tovuti ya France 24, imeripoti jana Jumanne Aprili 22, 2025, kuwa maofisa hao wa jeshi waliopanga njama hizo walikuwa wakiratibu jaribio hilo kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa Usalama wa nchini ya serikali ya Burkina Faso, Mahamadou Sana, amesema kuwa jaribio hilo la mapinduzi lililoongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi nchini humo. Sana alisema mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya Rais Traoré wiki iliyopita, jaribio ambalo limegonga mwamba kwa kudhibitiwa na maofisa wa karibu wa Kapteni Traoré. Nanuku Lengo kuu lilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa, alisema Sana alipozungumza kupitia televisheni ya taifa siku ya Jumatatu. Burkina Faso ni taifa ambalo historia yake inaonyesha kuwa utawala wake unapatikana kwa mapinduzi tangu miaka 1980. Kapteni Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022 akimpindua kanali Paul-Henri Damiba. Traore, akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika baada ya kuingia madarakani akipoka madaraka kutoka mikononi mwa Damiba. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa sehemu kubwa ya wananchi, hususan vijana, waliomwona kama mzalendo na mkombozi wao. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa ya Burkina Faso, kupambana na rushwa, na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na makundi ya kigaidi yanayoitesa nchi hiyo. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi la nchi hiyo, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na taifa la Russia. Traore alienda na kukomesha uhusiano kati ya Burkina Faso na Ufaransa kwa kile alichodai taifa hilo linanyonya rasilimali za Afrika na kuendeleza ukoroni mambo leo. Traore, pia ame, ameleta mageuzi kwenye maendeleo ya kawaida ndani ya nchi yake kuanzia miundo mbinu mpaka huduma mbalimbali mbali kwa miaka miwili, huku akiwekeza nguvu kuinua sekta ya kiuchumi ikiwemo kilimo kilichokuwa kimedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi akiwa ameambatana na walinzi wake waliojihami kwa mitutu ya bunduki, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi, yani kugonga tano, kuna mweka kuwa kiongozi wa kipekee na anayependwa zaidi hususan na vijana barani Afrika tangu ilipopata uhuru wake mwaka 1960 ikiwa, Burkina Faso imekumbwa na misukosuko na mapinduzi ya mara kwa mara. Miongoni mwa mapinduzi yanayokumbukwa zaidi nchini humo ni yale ya mwaka 1983 yaliyomuweka madarakani shujaa wa taifa hilo Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka minne baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaore, aliyetawala nchi hiyo hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa Burkina Faso iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya kutoka kwenye makundi ya kijihadi, hususan yenye unasaba na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi hiyo limo nje ya udhibiti wa serikali ya nchi hiyo ya kijeshi, huku jitihada za kila namna zikifanyika kuirejesha mikononi mwa udhibiti wa serikali. Katika njama za hivi karibuni ya kumpindua Traore ambayo ilipangwa kufanyika Aprili 16, 2025. Nayo ili boma Sana alisema kuwa walipanga njama hao walijaribu kutumia viongozi wa dini na wamila kushawishi maofisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo, na alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nchini Ivory Coast, huku akidokeza kuwa waratibu wakuu wa mpango huo walikuwa ni maofisa wawili wa jeshi wa zamani ndani ya nchi hiyo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa na magaidi ili kusaidia washambulizi mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi ya Burkina Faso. Wiki iliyopita, wanajeshi kadhaa wakiwemo maofisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala nchini humo. Ivory Coast bado haijatoa kauli yoyote kuhusiana na madai hayo. Hata hivyo, serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kuwahifadhi wapinzani wake walioko uhamishoni. Madai hayo mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema kuwa ilizima jaribio lingine lililolenga kuvuruga amani ya Burkina Faso na kuipindua serikali nchini humo mnamo Novemba 2024. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi zilijiondoa kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda wa mataifa ya Sahel AES vilevile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na taifa la Russia ya Vladimir Putin. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo hasa hasa kuhusiana na utawala mpya wa kijeshi huko nchini Burkina Faso, utawala ambao unakumbana na upinzani mkubwa hasa kutoka mataifa ya Ulaya na mataifa yale ya Magharibi ambayo yana unasaba na mataifa ya Ulaya kwa lengo la kuendeleza kinachoitwa ni ukoloni mambo leo. Jina langu ni Mgongo Kaitira, na hii ni Mwananchi Digital.